Azizun aleihi ma anidtum harisun aleikum bilmuminina raufu rahim, kwa hakika amekujulieni mtume atoka naye na nafsi zenu, ni mwanadamu mwenzenu. Mtume anapata uzito kwa yale majanga ambayo yanawapata watu katika umma wake. Harisun aleikum, lakini mtume huyu sallallahu alaihi waalihi wasallam anapupa kubwa sana juu yenu nyinyi Waislamu anapupa ya kuwaongoza katika njia ya haq. Bilmuminina raufur rahim, mtume huyu alayhi salatu wassalam kwa waumini ni mpole, mwenye huruma nyingi. Sasa alipokuja mtume sallallahu alaihi wa waalih wasallam na sheria hii ya Uislamu, jambo la mwanamke likatukuzwa, nafasi ya mwanamke ikanyanyuliwa, thamani ya mwanamke

siyani fi ltaklifi walmasulia waljazaa, kwa sababu mwanamke eh, liana alrajula kwa sababu mwanamume, walmara na mwanamke fi tasawur alislami, katika mtizamo wa Kiislamu, siyani ni watu wawili walio sawa katika mambo gani? Fi taklif, katika makalifisho ya kisheria, yani kama vile mwanamume anavyokalifishwa kutii mafundisho ya dini eh, kadhalika mwanamke amekalifishwa juu ya utiifu huo. Kadhalika almasulia, mwanamke na mwanaume wako sawa kwenye kubeba majukumu, isipokuwa kila mmoja na majukumu yake. Mume kapewa majukumu ya kuyabeba kama mwanaume, na mwanamke amepewa majukumu yake na Uislamu. Waljaza, lakini wako sawa katika malipo ikiwa mwanamke atafanya kheri katika dini yake, akajipinda kufanya ibada, akajitolea kwenye khairati mbalimbali mbali. Yastahiqu ljaza, atastahiki huyo mwanamke kupewa malipo yake kamili, kama lirrajuli, kama vile mwanaume mwislamu akifanya ibada taa mbalimbali, khairati mbalimbali mbali, Anastahili kupewa thawabu na malipo hivyo hivyo, mwanamke wa Kiislamu mwanamke hatopunjwa thawabu zake au malipo yake mbele ya Allah eti kwa sababu ni mwanamke. Ikawa sasa wewe mwanaume unayeswali, Mwislamu wewe, utapendelewa kwenye malipo kuliko mwanamke wa Kiislamu anayeswali? Mkiswali lillahi rabbil alamin, kwa utaratibu wa kisheria wa kusimamisha as-salaah as-salaatu as-sahiha, mwanamke atalipwa thawabu kamili kama vile mwanamume anavyolipwa thawabu kamili. Wallahi, mwanamke wa Kiislamu hapunguzii malipo kwa sababu yeye ni mwanamke, abadan. Na huo ndio uadilifu wa Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratun nahli aya 96, eh, anatuambia

na wallahi tutawalipa wao malipo yao kwa yale mazuri ambayo walikuwa wakiyafanya. Hao ni kufanya mazuri. min aldhukuri walinath ni mamoja, ni katika wanaume au wanawake, watalipwa thawabu zao kwa sababu ya mema yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuangalia jinsia zao. idhan almar'a kalrajuli filjazaa mwanamke ni kama mwanaume katika malipo. Akifanya kheri, atastareheshwa na Allah hapa duniani kwa kupewa maisha mazuri, kadhalika atastahiki malipo makubwa huko akhira kwa mula wake kwa sababu ya amali zake, na hatopunjwa wallahi kwa sababu yeye ni mwanamke. Kwa hivyo, wanawake wa Kiislamu, tembeeni kifua mbele, mkihisi kwamba hii dini pia ni ya kwenu na nyinyi hamjatupwa wala hamjapunjwa kwenye amali. Nawaambie wanawake wa, wa Kiislamu wa simameni, kwenye kufanya ibada, fanyeni ibada kwa wingi, simamisheni swala, swalini sana swala za faradhi na za sunna, fungeni saumu za faradhi na sunna. Wale wenye kipato na biashara na mali ima wametafuta wenyewe au wamerithi, toeni zaka maadamu mali zenu zimefikia kiwango cha zaka. Toeni sana katika azsakaa, bali akthirna minas sadaqat. Kithirisheni wanawake kutoa wa sadaka, toa sana. Unaweza kwenda haji, unaweza kujilipia wewe na kumlipia walii wako, ukamlipia mume wako au ukamlipia kaka yako au ukamlipia baba yako au mjomba wako kwamba wewe nisindikize, ninakwenda haji. Toa hizo pesa, nenda ukahiji, mbebe na huyo asiyekuwa na nauli, nenda naye, kwa sababu nyinyi mna malipo sawa sawa na wanaume katika kheri. Msikae nyuma, msizembee mkaiachia fursa hii kwa wanaume peke yao. Jambo ya hili tu ni katika huo uadilifu wa Uislamu.

ni ndugu hao, kana kwamba wamezaliwa pamoja. Maana ya hadithi kama wanavyosema ulama, ai inna nisaa nadhairu wa amthal lrijali fi lahkami almushtarakati bainahuma, kwa maana hakika wanawake ni mfano, ni ruwaza, ni mfano wa wanaume wa katika ahkamu mbalimbali ambazo wanashirikiana wanaume na wanawake. Na wa naam, yako baadhi ya mambo ni mukhasasa binisa yamehusishwa kwa wanawake tu, na hukumu zake ni kwa ajili ya wanawake. Mambo hayo maalum watobaki nayo wanawake, wanaume hawatahusika nayo, yako mengi tu. Mfano, wanawake wana mapumziko katika ibada ya sala, naam, tena mapumziko yasiyokuwa na kulipa, wanapokuwa katika ada zao. Mwanamke anapokuwa katika hedhi anatakiwa asiswali swala yoyote, swala ya sunna, swala ya faradhi na ya sunna, na anapotaharika ataendelea kuswali swala ambazo atakutana nazo na zile zilizompita, wala hatolipa. Hii ni fursa maalum wamepewa wanawake. Sasa hili ni jambo la wanawake. Kadhalika akipata hedhi au nifasi, hatofunga hata kama ni somu ya faradhi Ramadhani, ameruhusiwa kula mchana kwa ajili ya hedhi au ya nifasi, na atakuja kulipa saumu zake baadaye, hata baada ya ramadhani kuondoka. Haya ni mambo maalum kwa ajili ya wanawake, na yako mengine mengi tu, lakini ukiyatoa hayo, ahkamu zingine zote za kidini wanaume na wanawake wanashirikiana katika hilo.